Ndugu wadau, mabosi zangu, mzigo mpya kibeta umeingia. Kama mnavyoweza kujionea, hii ni kibeta ya mayai mia mbili arobaini. Tunaenda kuifungua namna hiyo, kama mnavyoweza kuiona mwonekano wake ni huo kwa nje, ukubwa ni kama hivyo. Hii ni kibeta ya draw. Kama mnavyoweza kuona ndani, tunaifungua ipo namna hii. Ni kibeta yenye feni mbili kama unavyoweza kuona hivyo, ufanisi wake kwa hali ya juu. Droo zake, droo ya kwanza ni hiyo hapo, unapanga mayai chini, mayai mia moja ishirini. Droo ya pili hiyo hapo, mayai tena mia moja ishirini. Aenda kuletea watoto ya mia mbili arobaini. Ni kibeta nzuri, simple, rahisi kutumia. Karibuni, ndugu wadau, mabosi zangu mzigo upo wa kutosha. Hii ni ya ni mayai mia mbili arobaini lakini pia ipo ipo incubator ya mayai mia tatu iko incubator ya mayai mia moja arobaini na nne Bei ni zuri, bei ni nafuu kabisa. Karibuni mweze kujipatia. Asanteni.